Siku ya leo kupanda miti, miti ya matunda, miti ya mbao, ili watoto wetu sasa wanaposoma wasome katika mazingira ambayo ni rafiki na wakati mwingine hayo matunda yawasaidie pia kujenga afya na ufahamu wa asili zako, zoezi ambalo tumelifanya kwa kushirikiana na wananchi wa mtaa wa Kisoko, mahala ambapo shule hii ya sekondari imejengwa. sisi kipani. Kwa hiyo jambo tulilifanya ni hilo ambalo ninyi kama waandishi wa habari mnaweza kushuhudia na mnaweza kuona hata wazazi wenyewe wakifurahia, kwa kuwaletea kwamba jamii tambue kwamba wajibu wa kupanda miti sio kwa ajili ya serikali tu, ila ni kwa jamii nzima, tukianzia na watoto kwa ajili ya kurithisha vizazi vijavyo lengo la halmashauri la kupanda miti pia tunategemea kupanda zaidi ya miti laki sita kwa mwaka, ndio lengo letu, kwa sababu hatuwezi kufikisha lile lengo la serikali la kupanda miti milioni moja na nusu kwa kila mwaka kwa sababu mbalimbali, kiwemo eneo letu naona lina miamba mingi. Pia eneo kubwa la Halmashauri limezungukwa na maji na, na, na, na, na, na, na maendeleo, ile tunasema urban development, ndio ambayo inasababisha ina tusifikie lile lengo la kitaifa lakini tunatoa elimu, tunajitahidi kama tuna Mungu. Tumepata miti hii na mkakati mkubwa ulioko, kwa kweli tunategemea kuitunza kwa ufanisi mkubwa sana, ili iweze kukua, na malengo kamili ni kumpatia kila mtoto aweze kutunza miti miwili miwili kwa idadi ya watoto ambao nakwenda kuwa nao baada ya juma hili kumalizika tunakwenda kuwa na watoto takribani watoto mia tano o kwa, kwa sababu hiyo tutakuwa na ufanisi mkubwa wa kutunza miti hii iweze kukua bila matatizo yoyote na tuna changamoto ya wafugaji, wananchi wenye we mifugo wenye mifugo tumewapiga marufuku wasiweze kupitisha mifugo yao mahali hapa, ili miti yetu iweze kukidhi ubora, iweze kukua kwa mjibu wa utaratibu. Na tunamshukuru Mungu kwa habari ya maji, hatutegemei maji tu ya serikali Mawasa, bali tumepata mradi wa wa, wa watu ambao wametufadhili wafadhili fulani ambao kimsingi unakwenda kukamilika muda si mrefu, na tutashukuru sana mradi huo ukikamilika, ili miti hii iweze kumwagiliwa pasipo kutegemea haya maji ambayo kimsingi huenda akawa na katika